Hilo namlaumu moja kwa moja golikipa, mm -hmm. Ally Salim e, manake e, wakati anarudishiwa mpira alikuwa katika eneo ambalo akupata pressure yote ya mchezaji wa, wa timu pinzani mm -hmm. Ile pressure ilikaribisha mwenye mara baada ya kuanza kudribu ya kwanza ya pili mm. Yani pale wakati amerudishiwa mpira akikuwa na uamuzi wa haraka kupiga eneo moja either e, mbali zaidi ingekuwa faida, lakini alivyoanza akarudishiwa mpira akataka anze kudribu ya kwanza ya pili, kwa hiyo akamtamanisha e, mshambuliaji wa Singida kuutamani kuhu, kuhu, mpira na yeye sumelewa mm. Kwa hiyo ndo sababu ambayo imepelekea yote, manake kama angepewa kwanza angeamua kupiga mbali ikikosa, lakini yeye kutaka kuanza kudribu ya kwanza na kuja ya pili na, na kuna mtu pale pembeni akamtamanisha, kwa nafikiri ni makosa ya moja kwa moja ambayo na mlaumu eh, mlinzi ame ni golikipa wa Simba kwa jinsi ambavyo eh, ameenda kuwapa mzigo wenzake. Lakini kiujumla kwa timu ya Singida unasifia kwa jinsi ambavyo walikuwa bora kipindi cha kwanza walistahili kuwa mbele kwa hayo magoli mawili kwa jinsi ambavyo walikuwa na kaba za timu maanake nikwambia mwanzoni kwamba waliingia na mfumo wa nne tatu tatu e, katika mchezo wa leo e, kitu ambacho mfumo huu unaipa nafasi timu kuweza kujilinda na kushambulia e, ni mfumo ambao unajenga e, kasi ya mchezo kitu ambacho tuliona jinsi ambavyo wakiwa natoka eneo la la, la, la, kwao kwenda kushambulia mm -hmm. lakini pili nafikiri E, walikuwa bora kwenye kufunga za njia za ndani za za, za, za, za, za, na nje walikuwa na nidhamu ile ya kiulinzi imeni